Anaambia ati dada nimemaliza mkataba, nikamwambia mwenzangu, kwa kweli hela haiongopi. mm-hmm. pesa ni sabuni ya roho. Yeah, mana, mana utakatu, <laughs> kwa wakati, au sio? <laughs> E, yani hakuna confidence kama hiyo mm. E, na unataka kile ambacho kiko ndani ya uwezo wako usiende mm. kutaka vitu ambavyo tena utaingia tamaa mm. waze tena mara udangaji mm. na kweli tamaa zingine una, una, una epuka kwa pesa zako kabisa yeah. e. E ile mambo kwamba mwanaume akupe hela ili aku, si unajua tena akupe hela bure ni lazima na wewe ukatimize sharti lake. Lakini kama una hela yako uliotafuta kwa jasho lako mm. Utakula unachotaka, unavaa unachotaka na hakuna mtu wa kuambia habari yako, au vipi? mm. Yeah. Yeah. Hey, au leo vipi? Maana si kwamba fashion flani imetoka umeona, unajua ukienda huko lazima uilipe kwanza kabla hujapewa Eh, na saa nyingine ukopwe kwamba ushaenda ulijua unaenda kuchukua hela unashangaa una, nakwambia basi nitakupigia baadaye simu, haipatikani <laughs> <laughs> jamani, wasichana, hebu tushtuke tu wadada, tusiendelee na hayo mambo jamani. Dunia sasa, uh, uh, kazi zipo, fanya eee, kazi tafuta hela yako, mtoto wa kike unakuwa na uwezo wa kukataa mavitu mengi ya ajabu ajabu. Mm -hmm. Hey. Yes. Na na pia kikikuja sasa hivi, yani huwezi tu kamlia tu mtu hela yake tu vivu ka akakuacha. Zaza akakusababisha hata ugonjwa yani, ugonjwa wenyewe ukapigwa mlipuka hata ugonjwa wenyewe umetoka. Ndio <laughs> <laughs> hivyo amna cha bure hey, bure. Eh, jamani bure ya agali. Haya jamani na Mungu aniweke maana mm. mimi ndio kwanza naanza yaani mm hapa -hmm. Nataka wadada wa Tanzania waamke, waondoke kwenye wale mambo ya ujinga ujinga, umaskini wa kujitakia wanini, yeah. Tafuta hela yako bibi, ishi maisha yako mm -hmm. E, usikubali kujajasika kijingajinga, eti mtu anakwambia nakupeleka kwenye mapishi uje unipikie ntio ninitena, ungeenda kwenye hiyo mapishi, ukitoka hapo ndo unaenda kutafuta kazi na no, cheti chako si no. eh. Eh, so, ukatafutia eti uka, ukajifunze kupika uende ukampikie mwanaume na bado haja aku, akusemeshe maneno machafu kama hayo mm -hmm. Ukitaka ondoka Sijui nikiwa na hamu ninamaliza huko huko hivi. Hayo ni maneno si maneno ya kumuumiza mtu jamani na, ya kumuua mtu, unakufa kabisa. Wanawake wengi wanakufa na madepression kwenye hizi ndoa, kwa sababu anatamkiwa maneno mabaya, maneno ya kuumiza, na hawana namna, wamekaa tu. Unasubiri, unasubiri nini wakati Mungu amekupa akili na nguvu na, na ukatili, misho, opa, na, na anafikiria, yani, ni ujinga wako tu tena dondo kwa kwa ili kusudi aponyeshe hilo ulio msababishia wana, wanajua huko kwao huko wanajua mm -hmm. Huko mimi mwenyewe nishaenda huko wanawake wako waliokatwa mikono miguu <laughs> lakini pia wao, wako wanawake ambao wamewatia tilia masumu mm hao -hmm. Eh, kabisa kabisa ma, mtu akiona unamtesa sana yani, ana nasema jamani yani, <laughs> <laughs> anakupikia ka ugali kake hapo he, we ukija, unajua unakula ugali, kumbe unakula sumu. Asubuhi jamani, alilala mambo kuamka hayo, yaani maukatili. Kuna mambo mengi ndani yake yanatokea, lakini kujiepusha na hayo, jamani, kujitafutia dhambi za kuua jitu la watu, ebu tafuta kazi, fanya kazi. Mtu anakusumbua kaa pembeni. Hey, hey, mwache na, na, na, na maisha yake, usikate tamaa. Hey, usikate tamaa. Kama hivi alivyosema mtoto wake kamwacha kua, halafu upande wa mwanaume anaweza akashangaa akashanga mbona kasali ume kuja huku anaweza kama labda akipata taarifa lazima zitafika. Zitafika huku na hivi, yuko nini na nini. Kaza moyo, kaza moyo, kaza moyo. Unasema kwani wewe ukifa huyo mtoto atakuzika naye kaburi lako? Si ndio? si atabaki, watabaki naye kwa hata akiumwa watampeleka hospitali. Kwa hiyo watapambana naye awaweziawezi kumwacha. Ndio maana nikasema, kwani huyo akifa watamzika naye. mm -hmm. Kwamba sasa mama yake inabidi aende na mtoto hapana. Kwa hiyo kama wanaweza kubaki naye, maana yake hata sasa watakaa naye, mtoto akiumwa watamwangalia, ataenda hospitali, atalishwa, ataishi tu vizuri. Kwa hiyo wewe focus kwanza kuja kikishia kwanza unapata pa kuanzia. Mm. Eh hey, ukirudi kule urudi na kitu ili hata wewe uweze kumsaidia mtoto wako. Mm. Eh hey, ukianza kufanya biashara zako si utakuwa na wewe unamsaidia mtoto. Mm. Kama mzazi lazima na wewe utajisikia kwamba na mimi nimfanyie mwanangu kitu hata kama mm. babake anaweza kumfanyia mambo mengi. Mm. Lakini kuna kile ambacho wewe kama mama utasema na mimi mtoto wangu nimemsaidia kitu fulani. Mm. Kwa sababu unakuwa mama ambaye huna chochote, jamani hata mtoto anajua tu mama hana chochote. Hapana. Mm. Hizo ndio dharau za kujitakia. Wanawake tuamke. Haya, tumemaliza. Asante. Haya.